ni togo kinya 2027 ni ndwa hinya wa ngai no matika henio mm -hmm. merwa ati ati andu marahura siasa guku na matindu maramwikira ati thwi turaigua twambe tumurutere vira siasa yoka twetere 2027 wili amuruta tutaim komukaya kayia kayadwa itu mate gu mm thira -hmm. koguo biro ria turaruta biro ria biri gathi wa gachangu araruta thaici ni urateithia andu gu mm -hmm. kiroria amateithagia egiteini mm -hmm. tondu egiteini ndangiahotire Uh, kuga haria ni harathi uru haria mundu ni arahinyiririo kwoguo wira uria turaruta ithwe turoneka turone ni siasa turahura ni wira munene muno wa kugitira mauru matigathuke gukira hau mm -hmm. tondu mangire moru gukira oguo andu mangirathi waria ukairwo gwaku uria gweka gu hindi mwe andu mahingagirwo kuria nyayo house ni kungikinyete hau no to ni turaikara tukiaragia mm -hmm. ona mapesa marai mafuto aingi muno wa kuria gwito o ma

ndi haha mm -hmm. na ndi mbere ya yeah. ngai ati ni hakwa na ndu aria twi nao merutire kurugama mm -hmm. tondu koni kwagiria andu merutire muthungu agituire oguku mzima mzima no andu amwe makirutira nigetha aria magoka thutha mauru makagithira iri andu aitwa tiriri idwe wirore turaruta munene muno ri no twage kumarehera mau marero ati angamaendereo uh -huh. no ni turamagitira na njira nene muno muno muno uhoro wa ihoto ciao uhoro wa kurituhirio maisha makiria ta nduichayo nirathii kihanaga ta irathondathondekwo ni mm å -hmm. undu wa inegene ritu ah. mapiasimana a mangi rabutirwo matinabutwo ni undu wa inegene ritu